Karibu tuendelee tena katika safari yetu hii ya lugha ya mwili na sasa tunaenda kuangazia ishara zinazopatikana katika viganja vya mikono yako. Na katika viganja vya mikono yako tunazo ishara tatu ambazo utajifunza leo. Lakini kabla ya kuangazia kwa kina, elewa jambo hili la msingi kwamba moja ya ishara yenye nguvu sana katika lugha ya mwili ni matumizi ya kiganja katika mawasiliano. Endapo utakitumia vizuri kiganja chako, basi utaamsha hali ya kupendwa na wasikilizaji wako wapo stejini. Lakini vilevile, usipoitumia vizuri, utaamsha hali ya kutopendwa na wasikilizaji wako wapo stejini. Na hivi kumbe, shauri la kuyaelewa vema matumizi sahihi ya kiganja chako cha mkono ni la umuhimu sana katika safari hii ya kumiliki steji. Katika kuangazia lugha ya mwili kupitia kiganja chako, kuna aina tatu za lugha ya mwili au za ishara ambazo zinapatikana kutokana na viganja vyako, na ishara hizo zinapatikana kwa kiganja chako kuwa juu, kiganja chako kuwa chini, na kiganja chako kufungwa, lakini kidole oneshi kikiwa kinaonesha hivi sasa. Haya yote Twende tukaone maana yake. Ishara ya kwanza inayopatikana kwenye kiganja ni kiganja kuwa juu. Kiganja chako kuwa juu, kiganja chako kikiwa juu, huku umeinua kiasi e, mkono wako, ni ishara ya kujishusha, ishara ya utiifu, ishara ya unyenyekevu na ishara ya upole. Yaani kiganja chako kikiwa hivi, umeshusha kikiwa hivi Eh, kipo juu umekifungua, lakini eh, ume, umekishusha, ni ishara ya unyenyekevu. Na ndio maana si ajabu kwa baadhi ya watu wanaposali sala ya Baba Yetu huwa wanaweka mikono hivi, na pia hii ni ishara ya kuomba. Unaomba nini? eh, na mwombaji daima anakuwa mnyenyekevu. Unawaomba wasikilizaji wako wakusikilize kwa umakini, unawaomba watulie, unawaomba pia nao wawe wanyenyekevu. Kwa hiyo kiganja chako kikiwa hivi ni ishara kwamba wewe ni mnyenyekevu, una moyo wa utiifu na hivi. Katika kanuni ya upendo ni deni, ni kwamba unapoonyesha hali ya utii, hali ya unyenyekevu na hali ya upole kwa wasikilizaji wako, ni wazi kwamba wasikilizaji wako nao watakuonyesha hali ya upole. Kwa hiyo iko hivyo, ukionyesha upole kwao, na wao watakuonyesha upole eh, hiyo ni ishara ambayo inapatikana katika kiganja chako unapokishusha chini lakini ukiwa umekifungua, eh, umekifungua kinatazama juu, lakini vile, ni ishara ya wazi, ishara ya amani na utulivu, na kama utaitumia kwa wasikilizaji wako, basi watajihisi ni wenye amani na hawatakuwa na hofu dhidi yako hata kidogo. Ishara hii ya kiganja eh, kutazama juu ni ishara ambayo tumeirithi kutoka enzi za zamani sana eh, ni ishara ambayo tumeilisi kutoka enzi za zamani sana, ni ishara ambayo katika zama zile za watu walipokuwa wanaishi kwenye mapango ilikuwa inaonyesha kwamba mimi nimekuja katika pango lako kwa amani kabisa, kwa upole kabisa, tazama sina silaha stajini. Kwa hiyo unapokuwa stejini unapoonyesha kwamba uko pale stejini kwa amani kabisa ya kujenga urafiki na udugu na wasikilizaji wako. Kwa nini wasikusikilize kwa umakini? Kwa nini wasishawishike nawe? Bila shaka watashawishika nawe. Sasa twende tukaone um, ishara ya pili ya kiganja ambayo, e, kiganja kinakuwa chini, sawa, kiganja kinatazama chini, sawasawa, sawa. Hii ni hali ya dominant kwamba unaonesha mamlaka, unaonesha utawala, kiganja kikiwa hivi chini, na ndio maana eh, utawaambia watu kwa hasira, hebu kaini chini haraka, hata jeshini eh? Eh? Kaini, kaini, kaini. Kwa hiyo hii ni ishara ya dominant, ni ishara kwamba wewe unataka kutawala. Hii sio ishara nzuri kuionyesha wapo stejini, usipende kuitumia ishara hii. Hata unapotaka kumwambia au kumwomba mtu asimame, usitumie ishara hiyo. Utatumia ishara gani? Inakuja kukueleza muda sio mrefu. Ishara ya tatu e, ni kiganja kimefungwa na kidole oneshi kikionyesha. Hii ni ishara ya kushurutisha, ni ishara ya maguvu, ni ishara mbaya sana. Usimwombe mtu asimame kwa kumnyoshea kidole e, wewe Hanifa hapo naomba usimame. Hii ni ishara mbaya sana, usipende kuitumia uwapo stejini. Tafiti zinaonyesha kwamba wazungumzaji wanaotumia ishara ya kiganja namba mbili yani hivi sawa, lakini vile namba tatu hivi, huwa wanatajwa na wasikilizaji wao kuwa ni watu wa kulazimisha na kushurutisha mambo. Unaona, utafiti unaonesha hivyo kwamba watu wa aina hii wanatazamwa kuwa si watu wazuri sana, ni watu wanaolazimisha mambo, lakini pia wanatazamwa kuwa ni watu wenye majivuno na kiburi na mpaka mwisho wa mazungumzo yao mbele ya halaiki wasikilizaji wao wanakuwa hawajaelewa chochote, wanakuwa wametumia muda mwingi wakiwahukumu tabia na attitude zao wanapokuwa stejini. Unaona, sasa unaponyosha watu vidole, watu wanashangaa huyu amelelewaje? tabia gani hii mbaya? Kwa hiyo muda wote wasikilizaji e, wanakujaji we, wanakuhukumu na hiyo attitude yako na hiyo tabia yako ambayo sio nzuri. Kwa hiyo, wakati wanakuhukumu hawawezi kumakinika nawe, hawawezi kukusikiliza. Kwa hiyo, utakuwa umezungumza dakika 45 zote, wao wanakuhukumu, hakuna walichokuelewa. Zingatia daima, utakapokuwa kwenye stage na unataka kumwomba msikilizaji mmoja ama kuwaomba wasikilizaji wasimame, unapaswa kutumia Ishara ya kiganja namba moja. Kwa mfano, dada ya Sinta, unaweza ukasimama tafadhali. Dada ya Sinta atasimama. Dada ya Sinta, una miaka mingapi? Una watoto wangapi? Una watoto wa kiume wangapi? Yeye anajibu, then unamshukuru. Unapomwomba akae, usimwambie ka au ka, utaambia naomba dada ya Sinta eh, naomba uketi. Okay, eh, hata unapomkaribisha eh, tazama tazama vikao vya kidiplomasia au hata vikao ambavyo rais anakuwepo. e, watu ambao wanatumika kukaribisha wageni, waziri amekuja pale, utaona wanawaambia karibu hapa. Siwezi kuonesha vizuri hapa kwa sababu nimekaa, lakini unaweza kuona wanaonesha karibu hapa. Wana, wanafungua kiganja na wanaonyesha sehemu ya kukaa kwa kutumia kiganja kikiwa kime kimefunguka kime hivi juu. Lakini unapomwomba mheshimiwa pengine kusimama, mheshimiwa, tunaomba e, usimame kidogo. E, kuna marekebisho hapa ya jinsi ya kukaa e, unamwomba asimame kidogo, haumwombe asimame, haumwombe asimame e. Kwanza hichi kidogo chenyewe wakati mwingine kinaweza kuwa na tafsiri mbaya zaidi. Kwa hiyo ishara ya viganja ni muhimu sana, uwe mtaalamu wa kutumia viganja vyako vizuri. Una, unaomba watu wasimame e, unaomba watu waketi. Unaweza kuomba waketi hivi, lakini wakati mwingine hii si nzuri sana. Waambie waketi hivi, Omba wasimame hivi, waombe wasimame e? Waombe wasimame daima e, onyesha una amani, viganja vyako vikiwa vimefunguka. Wakati unapoanza hizi ishara zinaonekana kama unajilazimisha, lakini baadaye utakuwa unazoea kuzungumza vizuri. Baada ya kuyaangazia hayo, sasa ni wakati murwa wa kuangazia ishara zinazopatikana kwenye mikono. Sasa hapa kuna ishara kumi na mbili. Ningelipenda kwenye video inayofuata tukaangazie ishara zinazopatikana kwa ujumla e, katika mikono yetu. Mikono imebarikiwa kuwa na ishara nyingi kuliko e, viungo vingine vyote. Kwa hiyo mikono yetu ina ishara kumi na mbili. Twende tukazione ishara hizo katika video inayofuata.